Uh, Tabuki <coughs> miongoni mwa yalotokea baada ya hivi vita ni watu kuja wageni kutoka Taif, eh, kutoka Taif ama Saqif, uh, manake hawa walipoondoka, bwana mtume alipoondoka, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka kule Taif, baada ya vita vya Taif, walipoondoka, alimfuata nani huyu, Urwa ibn Mas'ud, Urwa ibn Mas'ud ibn Mas'ud al-Thaqafi alimfuata bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka <coughs> akasilimu. Mpaka alipofika Madina akasilimu huyu Urwa. Aliposilimu, kisha sasa akamwambia ya Rasulullah, mimi nataka kwenda kwa watu wangu, nende nikawafanyie da'wa, nende nikawaite katika Uislamu. Sallallahu alaihi wasallam sasa akasema, la, wewe watu wako hawatoweza yani, bado eh, hawatoweza kusilimu, bali watakupiga vita, watakuua eh, ile Urwa akasema, ya Rasulullah, mimi nawapendelea khairi hawa, wacha nijaribu bas, akatoka na Mtume akampa ruhsa. Nikatoka. Na yeye alikuwa wale watu pale kwao, yani watu wa Taif wanamsikiza, wanampenda, wanamtukuza. Manake yeye alikuwa na cheo pale kwao. Bas waka yeye akajua hawa watanisikiza. Alikuwa wanampenda manake kama tulivyo sema. Bas akatoka, akifika pale e, Taif akawadhihirishia kuwa amesilimu. Akawaita katika Uislamu, akawaita katika la ilaha illa Allah. Bas pale pale akauawa. Subhanallah. Pale pale akauawa. Angalia yani hata hawakum, yani subhanallah, angalia e, e, wanadamu tayari walikuwa wanampenda, lakini madamu umetuambia jambo, sisi hatulitaki, hatukubaliane nalo, moja kwa moja yale mapenzi, moja kwa moja ile taa, moja kwa moja ile heshima ika- ikapotea. Basi wakamuua maskini Urwa, kama alivyokuwa ametabiri Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huku Taif, we, wale wakubwa wakubwa wengine wakaketi, baada ya mwezi wakaanza kujirudi, wakaanza kuona hapa sisi bwana tumekosea na yule Muhammad, yani, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatutomweza tena kivita. Eh, manake Waarabu wengine wote hawakutani nao hasa. Basi wakakubaliana bwana twende bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumzungumzishe, eh, na tujaribu kumwambia tu atuate asitupige vita na nini nanini, nanini, nanini. Haya, wakatoka. Wakachaguliwa, wakachaguliwa mmoja akiitwa Abdi Yalil, Abdi Yalil. Huyu Abdi Yalil akasema mimi sendi mpaka nitaguliwe na watu wengine, siwezi kuenda peke yangu, mpaka tuende na watu wengi, basi akachaguliwa takriban watu watu watano katika wale wakubwa zaidi, yani wale mababe, eh, viongozi wa pale Taif. Wakaenda nao kaenda mpaka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, walipofika kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam wakamueleza kwa sisi tunataka tuzungumze na nini na nini. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akajua hawa watakaa masiku, basi akawapangia, yani akawatengezea sehemu kando ya yani kwenye upande wa msikiti e, eh, mwisho upande mmoja wa msikiti akawaacha wao, wanasikiza Qur'ani wanaona watu wakiswali e, eh. Kisha wao ikawa kila siku wanakwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanakwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawalisha kidogo e, eh, huko <coughs> bado anawaacha pale pale msikitini pia, ili waone zile ibada ili waone zile ibada na wao walikuwa pale kwenye mizigo yao eh? kwenye vitu vao wanaacha mtu ambaye yani umri wake ni mdogo zaidi, yule ambaye ni kijana zaidi ndo anaachwa pale achunge, yani kila siku, ambaye akiitwa ni Uthman ibn Abi al-As. huyu Uthman ibn Abi al-As huyu, ibna huyu ana kazi kubwa, maanake alipokuwa akiwachwa pale ilikuwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ilikuwa kila wakati akitoka Wani, wale wenzake wakitoka wakizunguka zungazunguka Madina, wakaenda kwa shughuli zao. Basi bwana mtu, yani huyu kijana anatoka na kwenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na anamwambia ya rasulullah, mimi nataka unisomeshe Qur'ani. Bwana mtume anamsomesha Qur'ani, anamsomesha Qur'ani, anamsomesha Qur'ani. Na akifika mara nyingine akimpata bwana mtume amelala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamwambia sayyidina bakar ngali, akamwambia akimfuata sayyidina bakar akamwambia, hebu nisomeshe Qur'ani ama nisomee Qur'ani Eh, mpaka maulama watuambia wa akahifadhi kipande kikubwa sana mashaallah cha Qur'ani kwa sababu alikuwa ana ile itwaje, yani hamu, ana hirs, ana hamu ya kujua ile Qur'ani na kule kufuata, kwa sababu Mungu akamhifadhisha kipande kikubwa sana chanili, cha nini cha Qur'ani. Na huku yale alikuwa akiwaficha wenzake, hawajulishi wenzake. Wenzake wakirudi wampata hayuko <laughs> wanashangaa, amekwenda wapi ye, hawaambi lakini baada ya muda, alhamdulillah wale wote wakasilimu. Yeye yeah, yeah, tayari alikuwa shasilimu huyo Uthman bin Abi al-As, na wale wenzake wote wakafanya nini, wakasilimu. Mpaka bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sasa akawa tayari, yani kuwafundisha dini kidogo kidogo, kisha wakamwambia ya Rasulullah, hebu tujalie mmoja ndo awe ni imamu wetu baina yetu, tujalie mmoja awe ndo nani, ndo imamu wetu e, hey, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam angalia, akamchagua nani? Akamchagua Uthman ibn Abi al-As, akamchagua Uthman bin Abi al-As pamoja na kwa ndo alikuwa mdogo kiumri lakini manake yeye ndo alikuwa anastahiki, manake yeye ndo alikuwa na ile hamu zaidi, yeye ndo alikuwa amehifadhi Qur'ani zaidi, yeye ndo amesoma dini zaidi katika hawa. Basi akatangulizwa na ikawa sasa, yeye ndo kama kiongozi wao upande wa mambo ya nini ya dini, na hapo hapo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi sasa akamwambia warudi. Lakini sasa hawa kurudi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi sasa alipomwambia warudi, hawa wakamwambia ya Rasulullah, sisi tuomba eh, ile sanamu liloko pale Taif usilivunde kwa sasa. Eh, masanamu yaliko pale Taif usiyavunde kwa sasa mpaka Uislamu uingie ndani ya nyoyo za wale watu, basi sisi tupe siku kadhaa, tupe mda, maanake ukienda ukivunda sasa ule ushetani ule, e, ukafiri ule ujahilia utazidi. Hawa watakasirika, kwa nini? Amevunda masanamu yetu na nini na nini na nini. Wanawake watapiga kelele, wanaume watataka kutukua kisasi. Sasa afadhali kwa sasa tufanye nini Tusivunde, tungoje tu kidogo mpaka ule Uislamu ukishaingia ndani ya nyoyo zao, ndo basi tufanye, ndo tuvunje yale masanamu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaona ndio ni rai nzuri, akaridhia kisha wale, uh, wale, uh, eh, wale wa wa watatua kama vile urwa walivyomuua. Sasa tufanyeje sisi? Tukifika pale, tuufiche huu Uislamu, tuonyeshe kama hatuja silimu, lakini tuwatishe kwa vita, yani tuwatishe hawa, tuwambie kuwa, hey, Muhammadi atatupiga vita sijui nini sijuini, na tuambie kuwa huyu Muhammadi ametuitisha mambo makubwa sana, lakini si atukukubali bwana, tukukubali bwana. Kwa hivyo tujipange kwa vita shona, yani sisi hawa tuwafanye kama wako tayari kwenda kufanya nini, kupigana Tuwatengeze kama wako tayari na kupigana, manake tuwaambie kuwa Muhammad ametuambia tuwate tembo, Muhammad ametuambia tuwate zina, Muhammad ametuambia sisi wakubwa tusile madhaifu na nini na haya mambo yote, sisi tumefanya nini? Tumekataa. Basi sawa sawa. Walipofika pale filan wakafanya vile ambavyo walikuwa wamekubaliana, ikawa sasa wao wakasema sisi tumetoka kwa mtu ambaye ni mkorofi, sijui nini nini nini nini, mpaka wale watu wote ikawa sasa wako nao wanawasikiza. Eh, wale watu wa Taifa wakasema, wallahi, sisi hatumtui huyo Muhammad, hatumtui kabisa. Wakakubaliana mwisho sasa watachukua silaha, wataka kutoka kwenda kumpiga nani, kupiga vita bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bas wakawa wanajipanga, wanajipanga, wanajipanga. Mara baada ya muda, subhanallah, baada ya siku mbili, siku tatu hivi, Mwenyezi Mungu akawatia uoga ndani ya nyoyo zao, wakaogopa mpaka wakaanza sasa kuambizana chini chini, ah bwana sisi, bwana yule hatumwezi bwana yule kadhaa, yule kadhaa, wale Waislamu hatuwaezi bwana, hatuwa Aa, ule uoga sasa ukaanza kuingia, ndo wale wakubwa wakaja wakaambiwa. Sasa wale watu wa kawaida wakaja wakawafuata wale, wale wafdi, wale wageni waliokuwa wamekuta kwa mtume, habari, <coughs> bwana mtume wakaleta hii habari wakaambia, bwana angalia, sisi bwana naona afadhali tusende kupiga vita kumpiga wa Muhammad vita maanake, hatumwezi. Afadhali sisi turudi, tutulie. Nyinyi rudini kwa Muhammad, mumwambie bwana tutamtii yale madai yake, tutamtii yale madai yake basi wale wageni wakasema, ah, hilo ndo tulokuwa tukilitaka sisi, ilikuwa eh? tumesha silimu aslan, tusha silimu na tusha salimu amri kwa bwana Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi wale wakauliza, ah, kwa nini mumepinga? Kwa nini mumeficha hili? Afwan, kwa nini hili mulificha? Akasema, tulificha hili hata ile nakhwa ya shetani, ile nguvu ya shetani, ile joto la shetani kutoka kwenu litoke, kisha likitoka sasa ndo alikuwa tudhihirishe wa kadha, na hii ni katika hikma hii ni katika hikma walitumia hawa viongozi na alhamdulillah, ileta natija nzuri. Naam. Uh, inshaallah kwa madarasa yatakayokuja sasa, tutazungumza namna yani kuvundwa kwa sanamu la Lat, uh, na pia katika hija ya sayidina Abubakar ibn as-Siddiq. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-Nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.